Mzee wa mtaa na Dtalk, mimi ni Abdul Juma the Monster, tuko hapa na Dems Media. Tumekuja mpaka Mbagala Zakhem ambako tumekuja kumuona Zombe OG, moja kati ya watu ambao wanafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa hivi kutokana na kazi yake na ubunifu ambao anaendelea kuufanya kwenye mitandao ya kama TikTok, Instagram mm -hmm. Huko anafanya poa, kuna ile ubunifu wake wa sasa hivi wa kukaribia wateja wakati anawahudumia muda ako watoboa pua sikio wa nini kuna vitu fulani ambavyo anavifanya vinavutia sana watu wengi, kwa hiyo tuko naye hapa tutakuja kupiga naye story nyingi ambazo tutakuja kufahamu mambo mengi zaidi kumhusu yeye, lakini usikose kusubscribe, lakini pia na kutufollow katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii Instagram, TikTok, eh, Facebook na Twitter, tunatumia Dems Media 1. Asante. Niaje Zombe OG? uh, fresh, fresh brother. Mambo yanaenda kama kawaida. Nakubali sana. Naona harakati kama kawaida unaendelea kutoboa. eh, amna. Naendelea kupambana. Upambanaji vipi lakini changamoto huko kazini, kwa sababu kazi yako inaonekana ngumu sana ya? ni kweli ni kweli, ni ngumu ila kikubwa ni, ni upambanaji, tuna kumweka Mungu mbele. Ukishamweka Mungu mbele hmm, eh, Mungu ndio kila kitu basi, naye anakuongoza. Na hivi inakuaje mpaka unafanikiwa wale kuwatuliza nini, unawakaripia lakini bado wanacheka, wanafurahi, inakuaje hiyo uh, kitu chochote ni, ni, ni ubunifu kutokana na ubunifu wangu ambaye nilofanya mm. kwa sababu ukiangalia ni wengi ambaye wanafanya hizo shughuli. Eh, hizo shughuli wengi wanafanya, wengi wanatoboa. Kwa hiyo je, una kipi cha ziada cha kuwashawishi watu waendelee kuku kukufuatilia? Kwa hiyo ndo mimi nikaja na ubunifu hapo. Ah, hivi mpaka wale una unawaambia maneno, labda muda mwingine una mtu anaza, ah mimi hapa ningekasirika lakini mbona wao anacheka hivi anafurahia tu, na wakati mtu anamwambia maneno ambayo kidogo Eh, sio, inakuwaje unakuwa unapanga au ni unaamua tu kuongea alafu wenyewe kwa sababu labda ucheshi nini wanakuwa wanaenjoy? Ah, kwa wateja wangu wote hmm. hakuna hata mmoja mbele inampanga hmm. Eh, anashtukia tu namwambia yale maneno hivi hivi na anajikuta yeye mwenyewe anafurahi kutokana na mimi mwenyewe, jinsi nilivyo mimi ni mcheshi. Kwa hiyo kama ni mcheshi, najikuta mteja yote anafurahi kwa kitu ambacho nachomfanyia. Moja kati ya video zako ambazo nimeona sana kwenye mitandao nimeona, nilikutana nayo, ilikuwa ni Instagram, nikasema wacha wanza niende TikTok niangalie, kwa sababu huko TikTok ndo mambo mengi sasa hivi yanaanzia ya kutrend trend, wacha nione kama nitakutana nayo. nilipokuwa na cheki nikakutana nayo video. sasa hivi ina views zaidi ya milioni moja kwenye account uh, yako ya TikTok. Ile video kuna mama ambaye unamhudumia alafu unamwambia sijui mama sijui umekua, mm -hmm, lakini bado natoboa sana alafu tena Hmm. Ile ilikuwaaje ile situation mpaka ukafia kumwambia vile, lakini ni kitu cha ukweli, alafu na kwa mtu mwingine kabisa anaumia, ila mkafurahi nini, ilikuwaaje hiyo? Ah, kama nilivyokuambia kwamba kitu kikubwa ni, ni, ni, ni ucheshi. Yeah. Ha, yeah. Ni, ni kutokana, sio yule tu, yani kiufupi wote ambaye nitakutana naye, yani hata awe awe mbrigani ajikuta tu anafurahi kutokana na mimi mwenyewe, jinsi nilivyo wakati naongea naye hivi, anajikuta kama mtu ambaye sha nitoaga muda, kumbe ndio kwanza tunaonana. Hivyo unavyokuwa unaenda vile kwa wateja wako, kuna mtu ambaye unakuwa naye anakushikia simu kurekodi au unavyokuwa pale ukikutana na mtu na umbia nisaidie hapa mara moja? Eh, ile inatokea tu, sio kwa kila mtu hmm. Yaani, mtu nikimwona karibu nampa simu yeye, ndio anakuwa anachukua lile tukio, na sitembe na mtu. Ili jeshi la mtu mmoja, jeshi la mtu mmoja, anapambana mwenyewe <laughs> mpaka kufika dao. Vipi, ilikuwaje safari yako ya kuja mpaka dawa, kuanza kupambana mpaka leo hii, ume umefikia hapa ulipofikia, japokuwa bado lakini kwenye hii hatua ambayo umefikia, nafikiri ni hatua kubwa sana kwa mpambanaji eh, kuona, kuanza kuona mafanikio kama haya. Ilikuwaje kutoka ulipokuwa kufika da kuanza live mpaka umekuwa mtu ambaye kidogo una ubunifu wako wewe kama wewe, kitu ambacho hakijazoeleka kwa watu, tupe hiyo story kidogo. Uh, mimi ni mwenyeji mwenyeji wa mkoa Pwani, wilaya Mkuranga, huko ndo nyumbani nilipozaliwa mimi okay. e, kule wapo wazazi nimewaacha, ila nimekuja huku kupambana na, na maisha. Nimefika huko Mbagala nimepanga basi, ndo hivyo nikaona, mimi ni mtoto wa kiume siwezi kulala, kwa hiyo nipambane. e, pambana hivyo hivyo, kwa sababu ukiangalia nyumangu kuna familia ambaye inanitegemea eh nafamilia ambaye inanitegemea mm -hmm. Ko nisipopambana mimi hakuna ambaye atakuja, yeah, yeah. Na daa, ulianza na namshgafika nikua naua na, na genge uzagenge, lakini nkaona bado ngoja nifanye kitu chingine cha ziada, ndo nikaanza kujichanganya humo, nkajichanganya humo basi matukio nikaona ligenge ngoja kwanza niacheni niendelee na, na, na kazi hii ya ya ya vipi. kwa sasa hivi simu zimekuwa nyingi sana za mabebe <laughs> hilo swala ni la kawaida, zipo simu watu wanapiga wanapiga hivyo, kikubwa nimeshazoea. watoto wa kike hawanisumbui kwao mimi yeah. sasa hivi au kuna kuna mtu ambaye yupo nyuma ana, anakulinda linda <laughs> na, na, niko niko, yeah. Niko single ah. Wanawake wapo, kikubwa yeah. Ni kutafuta pesa tu. Mbona ka ngumu kwa, kwa jina hili, kwa vile ambavyo watu wanafurahia kile ambacho wanakifanya, alafu upo single. Kikubwa ni kujitambua kisha kuwa <clears throat> mtoto wa kiume hususan, ni kijana kama mimi, vishawishi yeah. Ni vingi, sio CO2... tu wanawake kuna yeah. Kunywa pombe bangi nini nini ni. Lakini hivyo vyote ukishajitambua, yani utakuwa unaishi tu vizuri koo oh, hadi leo mimi nipo single bado, kwanza natafuta pesa kwa sababu unaweza ukaachwa mm. kipindi una pesa mm. na ukija kupata pesa, pesa si lazima utazipata kwa sababu wewe ni nguvu zako ndo pesa zako sawa sawa, hakuna wa kufilisi. Sawa, lakini bro, kama una, una pesa wewe utaachwa tu. kama una pesa wewe mm. utaachwa tu, ndo maana nimekwambia kwa sababu wewe hapa mm. eh, kipaji chako ndo yeah, pesa yeah. zako wewe, si ndio? hivyo ni kweli. unaogopa nini? kwa kwenye mosi saa, bado hiyo hatua sijafikia, ki kweli sijafikia. kuna malengo ambayo unaona malengo, lazima kuna malengo ambayo yana nahitaji nifike sehemu fulani hmm, hapo ndo nitaanza kujihusisha na huko, lakini kwa hivi sasa bado naendelea kujitafuta, naendelea kupambana kwanza, hivyo vitu vipo tu. Okay, changamoto uh, kwenye hii safari yako ni zipi? Uh, changamoto ni nyingi, nyingi. Unajua kwamba watoto wa kiume ah, uh, unajua washikaji, washikaji yani. Tunajua masela mwanetu, vipi vipi vipi, mboni kama anapotea hivi amna, mimi naipambana, kwa sababu ona, ananiambia hivyo oh, unipe hata kitumbua asubuhi cha kunywa chai eh? unipe mkate, unilipii kodi mm. hivi hey, vyote na solve mimi mwenyewe. Kwa hiyo kifupi, changamoto ni kama hizi hapo, na wadada, wadada wanasumbua hivyo tu, lakini kikubwa, ukishajitambua na kujielewa mm. kuna kinachoshindikana na, huko yeah. Mtandaoni vipi, si unapitia unapitiapitia sana, mna mdada ambaye kidogo amekuvutia ukaona huyu hapa mimi mm. Hey, siku nikizipata huyu lazima niruke naye ba, Phina bwana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> anapenda tu zoe jinsi alivyo, yeah, eh, ambacho kimekuvutia sana kwa ile sauti Mone, muonekano yote eh, yani hususa sauti muonekano hivyo mm. nanivutia sana na natamani hata siku moja ninionane naye live, uone kwenye kazi au ndo kama hivyo, ndio ufikisha saumbi lako live yes live, yes yes yes, of course, au tamani hata siku moja labda kwa <laughs> nahitaji uje unifanyie kazi ah, hivyo vyote sawa lakini kikubwa ni kuonana naye okay. Nafikiri Phina tayari ameupata ujumbe wako <laughs> au Phina ndo anawanyima wao wengine nafasi. Unaona bado sijatimiza lengo langu, huyu hapa lazima kwanza. yeah, yeah, ya ya yeah, ya yeah. ya mi mwanamke wa ndoto zangu ni Phina kwa kweli, yani kwa kweli. Ah, subiri kwanza au wengine kwanza, subiri kwanza <laughs> ila pale, si unajua kuna mtu tayari, kuna eni pale ambaye mm. Ndo, ndo anamshikilia sasa hivi muda wote Nigeria nini? Hakuna mtu asiyekuwa na mtu, hakuna mtu asiyekuwa na mtu yote, hata akikwambia mimi nipo single, muongo. Cha watu sumu <laughs> <laughs> Sawa, lakini unasema kitu ambacho kilichopo moyoni kwako mm. Eh, unaongea kitu ambacho kilichopo <laughs> aya, moyoni kwako. So huyo, yeah. hapa ni... Zombe OG e, tunaendelea kupiga mastori na kukujuza mambo mengi, lakini nikukumbusha tu kusubscribe Dems Media, lakini pia kuacha maoni yako kutokana na hiki ambacho unaendelea ukisikia hapa, kwa sababu tunapiga stori na kujuzana yale ambayo ulitamani kuyajua kuhusiana naye. Maisha yako hapa unapoishi, si hapa ndo geto eh? Hapa ndo geto, hapa unapoishi hamna muda ambao anakuja kukusumbua, labda majirani jirani. So, unajua tena mtu kisha kuwa maarufu, unajua mtu kisha mzoea e. Eh, naweza ukamtia hata kofu, unaona, wewe mtani wako na poishi mm. <laughs> E ivo, ivo. Yani ameshakuzoea kiasi kwamba ni yani, ukifanya kitu anaona ya kawaida, yani hivyo hivyo, yani ana ipo hivyo, yani ipo hivyo, yani kwao ni jambo tu la kawaida. Okay, ya ya, sema inabidi uvute jiko sasa. Si unajua muda mwingine utakuwa uko busy na harakati huko, mtu akukuandalia ndani nini eh. Ndio maana nakwambia kwamba huo muda bado nah. Mimi kama sina pesa mi nitaachwa tu kike mimi, mm. tutakike jinsi alivyo tamaa nyingi okay. hivi eh. ndoto yako kwenye maisha ilikuwa ni ipi? kabla ya kuhamia huku ulikuwa na ndoto gani kwenye maisha? ndoto ni, ni, ni, ni, ni, ni, kufika mbali niwe na ofisi yangu niwe na, na, na, na sehemu yangu ambaye ninapoishi vizuri, hivyo tu. okay. eh. na kabla ya kuhamia huku kwenye hizi harakati za sonala niseme hivyo hapo mm, mwanzo uh, yeah. Shule labda ilikuwaje au ulimaliza kwanza ndo ukaamua uje huku? a shule imeskumaliza shule, yeah. Sikumaliza, ni nimeanza form 1 form 2 form 3 kuna shule moja inatoa siwezi kuitaja jina, mm, ila ni shule ya mtu binafsi, yeah. E, kwa soma shule form 3 pale, shule ikafungiwa. Kwa mimi sikuendelea tena na shule, nikaamua tu ah, em kuoja kwanza nini nipambane kwanza na, na, na mtaani hivyo uh. Baada ya shule kufungiwa kufikiria labda kuhama hata shule au nini ambacho kilitokea hapo? Uh, uh, kuhama shule hapana, kwa sababu tuliambiwa kwamba turudi tu, tu, tu, tu, Yaani tufanye mtihani wa QT. Wow. E, wa ule mtihani ambao watu wazima wale hivyo. Mm, mm. Kwa mimi nikaona acha tu nijichanganye mtihani kama mafanikio anatoa Mungu. Okay. Siwezi jua kesho yangu itakuwaje. Naweza uka focus na shule ukafeli vile vile, naweza uka focus na mtihani ukafeli vile vile. Kwa mafanikio anatoa Mungu hivyo. Ya, ya, kwa vijana ambao wako mtaani kwa sasa hivi, hawana mishe yote ambao wanaifanya, lakini wanaamini kwamba hipo siku moja watatoboa, ila vilevile vile hawataki kupambana kujituma, labda kuna ushauri gani wa kuwaambia wao? Mimi nawambia kwamba pambane, tupambane, tupambane mm. Kijana hususa kijana ni kama mlio wangu mimi hapa huu ni umri sahihi wa kutengeneza kesho yako. Usipopambana hapo uja nani? Ukifika uzeeni inakuwa ni shida. Kwa hiyo tunachokuwa tuamke, tupambane. A, kitu kikubwa ni uanze ulicho nacho. Brother, mimi mtaji wangu ulikuwa kama elfu ishirini tu. Kwa hiyo anza na ulicho nacho. Hata hicho unachokiona kidogo kesho kinaweza kaka kikubwa sana afu uwezi tegemea. Yani, uwezi zania kama utafikia hapa lakini kikubwa ni uanze kitu ambacho ulicho nacho. Ukifikiria mimi hapa ni fundi. Ila nakawa na ujuzi kidogo. Yaani ingia huko, yaani fanya hiko hiko. Ah, mimi nina shilingi elfu kumi hapa. Ni nini? Wewe kanua hata hata matunda sokoni, anza tu na elfu kumi hivyo. Mwisho wa siku utajikuta tu umefika mbali. Wewe unafikiria hawa wote ambao wanamiliki makampuni, wameanza tu na kidogo, naanza na kidogo, mwisho wa siku Mungu anakushika mkono na kuwa na kikubwa ya. Okay. Yeah, yeah. Ni vizuri umesema hapo mtaji wako ulikuwa ni elfu ishirini tu, lakini kwa sasa hivi kuna hatua fulani ambao umepiga ilikuwaje? Mpaka ukajiamini ukasema umtaji, mi naweza tu, mbona, wacha nianze na hiki hiki. Ah, kitu kikubwa ni confidence. Eh, okay. Kisha jiamini. E, mi nilijiamini kwamba kwa pesa hii, ngoja ni nini nipambanie ni ikue zaidi hapa ndio kitu ambacho kilichotokea hiyo. Niliamini kwamba niki niki nikipambana nitafanikiwa, hilo ni jambo kubwa. Ah, sasa mm. huko mtandaoni unajifunza nini kutokana na yale ambayo unaona mtandaoni kwa sasa hivi? Mtandaoni kama mtandaoni, kuna mambo mengi, kuna mambo mengi, unachukua yale mazuri, mabaya unayaacha, yani hilo ndo, ndo, ndo, ndo ndio swala kubwa kwamba utapoingia mtandaoni kuna mazuri na kuna mabaya. Kwa hiyo unachukua mazuri, mabaya unaachana nayo. Kwenye kwenye posti zako kuna muda unakutana na comment zile ambazo sio nzuri yn yani. yeah, yeah. Inakuwaje unaamua kujibu au unapotezea au unajifunza kitu kutokana na hizo comment ambazo labda unakutana nazo? Na ni comment ipi ambayo labda ulikutana nayo alafu ukakuumiza sana? Aa, kwanza kwenye, kwenye kitu chochote unachokifanya au mtu yoyote, sio kama wote wanaweza kukubali. Wengine wanapenda wana, wana kitu wanachokifanya, wanakubali kitu ambacho unachokifanya. Wengine wana wana wana nanili, wanakupinga, wana yani ipo hivyo, sio kama eti siku yani wote watakukubali. Hapana, haipo hivyo. Na kuhusiana na komenti komenti ambaye eh, ninumiza mna kikubwa tu watu tu wanafurahi hivi, hiyo wanafurahi tu, komenti zote yani watu wanafurahi tu hivyo. Na nyingine mbaya unapotezea hivyo tu, kwa sababu kama nilivyokuambia hakuna kwa, kwamba eti wote wakupende tu, amna kitu kama hicho. Wengine ndo kama hivyo wanakuwa ni wapinzani ambao wana, wana... yani hiyo lazima iepukiki, hata awa ah, wasanii akina Diamond, kina Mario kina Zuchu kina nani, wanatukanwa matusi makubwa makubwa, lakini wanapotezea. Na hiyo hali unatoka uizo eh, eh, ni jambo la kawaida yani, kutukano hivyo nini, mtu kukomenti ujinga ni jambo la kawaida, kwa sababu mtu bando la kwake eh, anaeka yeye, umeona na uwezo kumzuia eh, na hivi hapa, mtani kwenu kutokana na life ambayo mnaishi uh, mtaoni ukoje? Mtatupo uh, fresh, tupo simple Eh, tunaishi tu vizuri hivyo, no, hamna hata makele makelele nini hivyo, tunaishi tu vizuri ah. Wale vijana, kuna vijana ambao kidogo wanakuwa wazinguaji mtaani. Sasa mimi kama mimi, mi sina rafiki bro, wako rafiki yangu kwanza, na kuangalia kwanza upoje, je, unaendana na mimi, akili zetu zinafanana. Mwona bana, tunasapotiana siona kuwa rafiki yangu afu hivyo. Yaani, mshikaji ambaye hajui e, maendeleo huwezi e, kuwa na ushikaji naye e. Mimi washikizi wa zangu ambao wote wanajituma wote ame, wapambanaje, yani ya yani kama hivi mimi ninavyopambana, hawa watakuwa mwanangu wanangu sana tu. Mimi nakutana na wengi tu ta, tunakota machupa eleweki, ah, anashika kichwa, chukua elfu mbili. Yani hivyo tu wengi tu na support ya mtu aivo ndo anakuwa marafiki yangu. Najua hauyu mamba mpambanaji. Japokuwa muonekano wake laflafu ni nini, nini lakini anapambana kama ninavyopambana mimi. Kwa hiyo namsupport. Ukona buku, namtia buku. Okay. Kwa na buku mbili ivo namtia buku mbili. Yaani unampa kama mimi natoa ambacho kidogo ambacho nilicho nacho na support ivo tu yani. Atoka umeanza hizi harakati zako, na no umeanza kupata patata ile jina. Hamna mtu ambaye amejitolea labda akasema mshikaji anapambana sana, wacha basi nimuungishe hivi tu yani, ili tuone atapiga hatua gani hapo mbele ah, ah, kwa kweli tangia nianze hadi sasa hivi bado uye mtu bada. na nachokiomba kikubwa zaidi support hiyo bana, peke yako, peke yako huwezi ukafika basi hmm. na mtu waku, waku kushika mkono. Kwa hiyo mimi kikubwa naomba Tanzania wanisapoti kwa kwa hichi ambacho nachokifanya wanishike mkono yoyote ambaye anaweza kujitolea ngoja ni, ni, ni msapoti huyu kijana feshi tu. Okay, na ni kitu gani ambacho hasa unaweza ukaomba mtu wa kusapoti? Labda kuna mtu ambaye anaweza kusema da, mimi vifaa vya kazi kwangu ni changamoto kwa sasa hivi, labda mashine zile, mm -hmm, labda sijui kitu gani kwangu, ah, kidogo ni sio poa, nafanya kazi lakini sio level ambayo mimi nataka. Upande wako hiyo vipi? Ah, kikubwa ndio hivyo kama unavyosema mashine, mm. Eh, mashine, kuna mashine ambazo ni kubwa kuliko hata zile mashine za gharama mm. Mashine na mtaji hivi freshi tu, mi nitashukuru. umeokutana na wanaume ambao pia wanataka kufanya kitu kama hicho, na vipi unahudumia au inakuwaje? Ah, wanaume, mm. Sasa mwanaume unatobwaje, una pua mtoto wa kiume ila hiyo kazi yako sawa. <laughs> Lakini wewe mwanaume unatobaje? Ndo <laughs> <laughs> kazi yako sasa. Mimi nimejengwa kimani, ingawa nafanya hivi vyote nini, lakini mimi nina imani ndani yangu. Kwa dini yetu sisi hairuhusu mtu wa kiume kutoboa pua, si masikio, hairuhusu. Kwa kwangu mimi, mtu hata akiniambia hivyo siwezi kufanya hicho kitu, siwezi kumtoboa mtu pua wala sikio. Mwanaume mwenzangu, ani siwezi sababu hii ni zambi, ni kama zambi, na mimi hapa ndo nitapofanya vile naingia kwenye ile zambi ambayo nitaipata, ee, tutakuwa naingia wote, mimi naye, wote. Ah bana. Sasa, neno gani la mwisho ambalo uko nalo kwa watu ambao wanakutazama muda huu, ushauri kwa vijana wengine ambao wanatamani na kupiga hatua kama wewe wateja wako ambao unahitaji waje kwako kwa wahudumie na mambo mengine ah, kwa mteja ambaye tena nihitaji namba zangu za simu ni sifuri sita ishirini na mbili ishirini na mbili ishirini na tisa ishirini na tisa, wewe ni cheki hapo, utaniambia upo wapi, nitakuja nita na swala lingine ni washikaji ambao naona natamani okay. Kikubwa ni kwanza, na ulicho nacho, anza na ulicho nacho. Ukiwa na mtaji mdogo, anza na huo mtaji mdogo. Ukiwa na mtaji mkubwa, anza na huo mtaji mkubwa. Na kwenye swala ya kupambana, na hata kama una mtaji toka, tafuta. Wanasema mguu mguu wa kutoka, Mtume ameuombea. Kwa hiyo ukianza kutoka Mungu naye anakusaidia, huwezi jua, natoka nakutana na mtu anakupa dili fresh tu, mnapiga napiga pesa. Kwa kikubwa ni kupambana, tupambane. Pambane sana, hususa sisi vijana, maana umri wapo, usipopambana, ukifika uzoeni huko, itakuwa ni shida. Kwa kikubwa tupambane sana, yeye, ni changamoto yani, kikubwa tupambane. Ok, shukran sana Zombe yeah, yeah, yeah. OG mmoja kati ya watu ambao wanafanya poa sana, mi nakubali kazi zako. kuna mtu anapitipitia posti zako ah, sema mwambo uko vizuri sana, sio kawaida, ni mtu mpaka unafanya ubunifu kama ule na appreciate. hii ni Dems Media, mimi ni Abdul Juma The Mosta niombe kusubscribe, lakini pia usikose kuacha maoni yako baada ya kutizama interview hii, na tulipiga story nyingi sana. Naamini kwamba umejifunza mengi, lakini umejua mengi ambayo ulikuwa huyajui kuhusiana na Zombe. Tofauti na hayo, umejua mengi pia kwenye utafutaji, nini ambacho unatakiwa ufanye na nini ambacho hautakiwi kufanya. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majalo ya Mwenyezi Mungu. Hii ilikuwa ni detox ndani ya Dems Media. Bye bye, chao.